Wote kwa ajili ya maku, mapokezi makubwa, nadhani mapokezi maku, makubwa sana ambayo yamefana kwa kweli. Nimeona upendo wao, wachezaji, wadau mbalimbali, wananchi wapenda michezo na wale mashabiki wangu, kwa hiyo ninawashukuru sana. Hii ni kwa, kwa sababu wameona juhudi ambazo zilifanyika huko Tokyo Japani, na leo kupata medali ya dhahabu ambayo kama Tanzania tumeweka historia kubwa hatujawahi kuipata kuipata lakini mara ya kwa kwanza kuipata kwa kweli. Uh, ninatumia fursa hii sana kuwashukuru waandishi wa habari mbalimbali ambao wameendelea kuwa pamoja nami na hii timu ambayo tulikuwa nao Tokyo kwa mapokezi makubwa na kwa habari ambao wanawahabarisha wananchi na wote dunia nzima. Kwao nimefurahi sana siku ya leo, na niseme kwamba kwa niaba ya wachezaji wa Kitanzania wa riadha tunawahidi kwamba tuendelea kutia bidii kwenye mazoezi na kuendelea kuliwakilisha taifa letu vizuri kimataifa. Kwao tuendelee kuwa pamoja, tushikamane, tushirikiane, tupendane na tuweze kusonga mbele. Aa, kwa Watanzania tulienda wachezaji wawili, mimi pamoja na Joseph Kisemo, lakini kwa bahati mbaya sana Kisemo alipata shida ya msuli, msuli mkamata. Naujua kwamba mwili huu ukipata shida kidogo unakuwa na mahusiano kote Heshima niliyopewa kwa kwa kwa kwa kwa ni, ni kubwa sana na watu wa Arusha na Tanzania nzima kwa jumla lilivyofika Dar es Salaam daresalam. Uh, hii inamaanisha kwamba watu wamefurahi, watu wamefurahi sana na wameona jinsi kilichotendeka na ndio maana wamejitokeza siku ya leo. Go, kwa kweli mimi nimefurahi sana kwa jumla. Ni heshima kubwa sana, ninamshukuru sana mkuu wa majeshi afande CDF. Kwa kweli na yeye amefurahi, na, na wakati wote anawaambia kwamba yeye mwenyewe ndo anakuwa, ana, anatuma ujumbe kwamba nina, kama ninawapa muda wa kutosha kufanya mazoezi hakuna sababu ya kufeli. Ndio maana tunaona sisi tunajituma kwa hali na mali, kwa sababu yeye mwenyewe ndio mstari wa mbele kutusisitiza kufanya mazoezi na kuhakikisha tunahakikisha nchi yetu vizuri. Kwa kweli ninamshukuru sana. Nashukuru mimi. Kwa majina naitwa Muhamedi Haji, ni mkurugenzi wa taasisi ya Twende pamoja na mama sports promotion, lakini pia ni mkurugenzi wa Makunduchi Villa. Tunamshukuru Mungu, maandalizi haya ya mapokezi ya Simbu sisi tulianzia tangia Dar es Salaam. kwa maana kwamba tuliona si vyema, tukamwacha Dar es Salaam, lazima tumsindikize kwao ambako alikuja kuanzia mbio hizi, kwa hiyo tumemleta Arusha na sisi kama taasisi tumeona tuje tukamilishe hatua ya mwisho. Kwa majina anaitwa Lightness Elias Moshi, pokea leo Simbu. Tunashukuru kwa hatua aliyoipiga kwa Tanzania yetu, kwa nchi yetu. Tunamshukuru Dr Samia Suluhu Hassan, amefanya kazi kubwa sana <tukamilishe>